Karibu katika simulizi teule ya siku ya leo, tuzungumzie safari ya maisha ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa taifa la Kenya na kinara upinzani Raila Amolo Odinga. Wengi sio tu Kenya bali kote duniani walimjua kama aliyepigania demokrasia na kuwa na misimamo mikali zaidi ya kisiasa na wengi huenda wamejua tu machache kumuhusu kisiasa, lakini leo hii tunaelekea kukufafanulia kwa kina mengi ambayo huenda hujayajua kumuhusu Raila ambaye kwa sasa ni mwenda zake. Simulizi teule na Mike Singoro hapa Teule TV, tumeteuliwa kwa ajili yako. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 mwezi Januari Mwaka wa 1945 kule Maseno katika kaunti ya Kisumu. Baba wa Raila Odinga aliitwa Jaramogi Oginga Odinga ambaye pia ndiye alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Mamake aliitwa Mary Juma Odinga ndugu wa Raila akiwemo kakae mkubwa Oburu Odinga ambaye ndiye seneta wa kaunti ya Siaya na dadake mdogo Ruth Odinga ambaye ndiye mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisumu na kwa wakati mmoja aliwahi kuwa naibu gavana wa kaunti ya Kisumu. Anao ndugu zake wengine wa kambo akiwemo Beryl Acheng Odinga ambaye ndiye mwenyekiti wa kampuni ya maji taka katika kaunti ya Nairobi, miongoni mwa wengine ambao hawajakuwa wakijitokeza mbele ya umma kirahisi. Raila alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Kisumu Union Primary School na kisha kujiunga na shule nyingine ya msingi ya Maranda. Baada ya masomo ya msingi, alijiunga na shule ya upili ya wavulana ya Maranda kisha baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Magdeburg katika taifa la Ujerumani, ambapo alisomea master's degree katika mechanical engineering. Raila alianza siasa akiwa na umri wa miaka 24, Mwaka wa 1969 ambapo babake Oginga Odinga alikuwa amefungwa gerezani na rais aliyekuwa madarakani wakati huo Mzee Jomo Kenyatta. Hapo ndio alianza kuonekana hadharani akipinga uongozi wa Jomo Kenyatta, hususan kuhusiana na kukamatwa kwa babake Jaramogi Oginga Odinga. Alionekana kuwa kifua mbele katika familia yake kuliko kakake mkubwa Oburu Odinga kuenda kushinikiza kuachiwa huru babake Oginga Odinga. Miaka ya 80 alikuwa miongoni mwa wale waliopigania uhuru wa vyama vingi nchini, jambo lililopelekea kufungwa jela na rais kwa wakati huo Daniel Torotich Arap Moi. Mwaka wa 1982 alikuwa miongoni mwa wale walioshutumiwa kwa majaribio ya mapinduzi yaliyotokea ya kumng'oa rais Moi madarakani jambo lililopelekea pia kujipata katika kesi ya uhaini na kufungwa jela miaka sita, ambapo wengi huita tocha chemba. Aliachiliwa huru mwaka wa 1988 lakini bado akaendelea na upinzani wa kupinga serikali ya Moi, ambapo aliita ukombozi wa pili wa taifa. Mwaka wa 1990 tena alifungwa jela na wenzake Kenneth Matiba na Charles Rubia wa kupigania uhuru wa vyama vingi nchini. Baada ya kuachiliwa mwezi Juni mwaka wa 1991, alitorokea taifa la Norway baada ya kuhofia usalama wa maisha yake. Februari mwaka wa 1992, Raila alirejea nchini na kuendelea na upinzani ambapo Alijiunga rasmi na chama cha Forum for the Restoration of Democracy, Ford, chama kilichoongozwa na babake Jaramogi Oginga Odinga na Kenneth Matiba mwaka huo. Baada ya kujiunga na Ford, mpasuko ulitokea katika chama hicho kati ya Jaramogi Oginga Odinga na Kenneth Matiba, ambapo ilimlazimu Matiba kuunda chama chake kipya cha Ford asili, naye Jaramogi Oginga Odinga kubaki na Ford Kenya baada ya mpasuko katika chama cha Ford, Ford Kenya iliitisha mkutano katika uwanja wa City Stadium, kaunti ya Nairobi, ambapo Paul Mwite aliteuliwa kama naibu mwenyekiti wa kwanza wa chama hicho, naye Michael Wamalwa Kijana kuteuliwa kama naibu mwenyekiti wa pili wa chama hicho, naye Gitobu Imanyara aliyewahi kuwa mbunge wa Imenti ya kati kuteuliwa kama katibu mkuu wa chama lakini mpasuko ulizidi kuwepo ndani ya chama, ambapo Raila alionekana kukerwa na kuteuliwa kwa Paul Mwite kama naibu mwenyekiti wa kwanza kwa madai kuwa iwapo Jaramogi angeaga dunia, basi Mwite ndiye angechukua usukani wa chama. Kulingana na Gitobu Imanyara aliyekuwa katibu wa chama wakati huo, alisema Raila alihakikisha Jaramogi hangeacha chama kwa mtu kutoka katika kabila la Kikuyu kabila ambalo tayari mmoja wao Kenneth Matiba anaongoza Ford asili baada ya kujitoa Ford Kenya. Februari mwaka wa 1994, babake Jaramogi Oginga Odinga aliaga dunia, ambaye bado alikuwa kiongozi wa chama cha Ford Kenya. Tofauti na matarajio ya Raila, babake Jaramogi Oginga Odinga hakumwachia chama, bali aliwaachia Wamalwa Kijana aliyekuwa naibu mwenyekiti wa pili katika chama hicho. Raila alipinga vikali wa Malwa kuongoza chama hicho na kupelekea mpasuko mwingine mkubwa katika chama hicho. is no longer chairman of Ford Kenya. Ford Kenya is now going to be led by a caretaker committee. Katika upande wa Malwa, aliungwa mkono na viongozi wengine vijana mashuhuri wa chama hicho kwa wakati huo akiwemo Paul Mwite, James Orengo, Anyang Nyong'o John Captain Muhisa Kitui na Gitobu Imanyara. Uchaguzi wa chama hicho ulifanyika katika uwanja wa Thika Municipal Stadium. Ulimpa wa Marwa kijana ushindi mkubwa na kumwangusha Raila Odinga, jambo lilopelekea vurugu kubwa kutokea jiondoa rasmi kutoka chama cha Ford Kenya na kuelekea kuwa mbunge wa Lang'ata na kwenda kuchukua chama cha National Development Party NDP na kujitangaza kiongozi wa chama. Hapo alianza kujiongezea umaarufu wa kisiasa maradufu na kuonekana kudedea kileleni katika siasa za kitaifa. Raila alitumia nafasi hiyo kuwaleta karibu viongozi wa Nyanza akiwemo Anyang' Nyong'o kwa lengo la kuunganisha watu wa kabila lake kutoka katika Nyanza. James Orengo bado alidinda kujiunga na Raila na kuwania ubunge wa Ugenya kwa chama cha National Social Congress na bado kutumia chama kile kile kuwania urais mwaka wa elfu mbili na mbili ambapo alipata asilimia sufuri nukta nne ya kura. Mwaka wa 1997 Raila aliwania urais ambapo alibwagwa na Rais Daniel Torotich Arap Moi katika kinyang'anyiro hicho. Hii ilipelekea viongozi watano wa upinzani waliokuwa na nguvu zaidi kuungana kwa lengo la kuangusha utawala wa Rais Moi, akiwemo Raila Odinga, Mwai Kibaki, Michael Wamalwa Kijana, Charity Ngilu na Wangari Mathai. Raila baadaye mwaka wa elfu mbili na moja, alipiga hesabu zake za kisiasa kisha kusogea karibu na utawala wa Rais Moi ambapo alijiunga na serikali ya Rais Moi kwa kuunganisha chama chake cha NDP na KANU ambapo ilikuwa kinyume na matarajio ya wengi. Baada ya muungano huo Raila aliteuliwa kama waziri wa kawi na katibu mkuu wa chama cha KANU. Ilimlazimu Rais Moi kumtema rafiki wake wa karibu JJ Kamotho ili kumtunuku Raila kama katibu wa chama mwaka wa elfu mbili na mbili uchaguzi mkuu ukikaribia. Kinyume na matarajio ya viongozi ya wanachama akiwemo Raila Odinga, Profesa George Saitoti, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka walitarajiwa kurithi Moi, lakini Uhuru Kenyatta akatangazwa kuwa mpeperushaji wa bendera ya Kanu kuwania urais katika uchaguzi mkuu. Hii ilipelekea Raila kujitoa Kanu na kujiunga na chama cha Liberal Democratic Party, LDP. Oktoba 14 mwaka wa 2002, Raila alitia sahihi mkataba na Simon Nyachae kuwa mmoja wao angekuwa rais na mwengine kuwa msaidizi wake huku Raila akitia sahihi na Mwai Kibaki kisiri na kisha kutangaza wazi akiwa Uhuru Park kuwa Kibaki Tosha. Usemi wa Kibaki Tosha Ulibadilisha bendera ya siasa nchini na upinzani kupata ufuasi mkubwa zaidi hadi kutengeneza mrengo wa National Rainbow Coalition, NARC. Profesa George Saitoti na Kalonzo Musyoka pia waligura Kanu na kujiunga na muungano wa NARC. Uchaguzi ulipotimia mwaka wa elfu mbili na mbili, upinzani ukiongozwa na Mwai Kibaki kama mwaniaji wa urais, ulimpiku Uhuru Kenyatta aliyepeperusha bendera ya Kanu. Kibaki alichaguliwa kama rais na Wamalwa Kijana kama makamu wa rais. Raila aliteuliwa na Kibaki kama waziri wa barabara punde tu baada ya kuapishwa. Kwa Raila kuwa waziri wa barabara haikutosha, alitaka apewe nafasi ya waziri mkuu, jambo lililopelekea mpasuko mkubwa kuwepo ndani ya serikali miezi michache baada ya uchaguzi. Miezi minane baada ya serikali mpya kuapishwa, aliyekuwa makamu wa rais Michael Wamalwa Kijana alifariki, na mvutano kuongezeka hata zaidi katika serikali baada ya Mwai Kibaki kumteua Mudi Awor kama makamu wake. Katika kura za maoni za mwaka 2005 zilimpa Raila mwamko mpya katika siasa za Kenya ambapo chama chake kipya cha ODM kilibwaga chama cha rais Kibaki cha PNU. Ilikuwa kati ya chungwa na ndizi ambapo Raila alijizolea umaarufu mkubwa zaidi. Mwaka wa elfu mbili na sita Uhuru Kenyatta aliyekuwa kwa wakati mmoja hasimu mkubwa zaidi wa Kibaki alijiunga na serikali ya Kibaki na kujenga urafiki kati ya KANU na PNU. Hili lilikuwa pigo kubwa zaidi kwa Raila ambapo ilimbidi kwanza kujipanga upya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2007. Mwezi Desemba tarehe ishirini na saba mwaka 2007 uchaguzi mkuu uliandaliwa ambapo ilikuwa kati ya rais Kibaki na kiongozi wa ODM Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha urais. Uchaguzi huu uliripotiwa kuwa na misukosuko mingi zaidi ya kisiasa na kupelekea watu elfu moja na mia moja kufariki dunia wengine kujeruhiwa na wengine zaidi ya mia saba kuyakimbia makazi yao. Misukosuko hiyo ilisitishwa baada ya muungano wa Umoja wa Afrika ukiongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Kofi Annan kuingilia kati. Makubaliano yaliyafikiwa na serikali ya muungano kuundwa kati ya Kibaki na Raila, ambapo Raila aliteuliwa kama waziri mkuu. Raila alijiunga serikalini na wandani wake pia kupewa vyeo serikalini akiwemo William Samuel Ruto. Licha ya Raila kupewa nafasi kadhaa serikalini pamoja na wandani wake, bado aliishutumu serikali kuwatenga na kwenda kinyume na makubaliano yao ya awali. Wakati huo, Raila na wenzake akiwemo Kalonzo Musyoka, Najib Balala, Charity Ngilu, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula waliunda mrengo wa Pentagon. Uchaguzi wa mwaka 2013 ulipokaribia nyota Pentagon ya Pentagon ilianza kudidimia baada ya baadhi ya vinara wakuu kujiondoa. Waliojiondoa ni Charity Ngilu na Najib Balala na kujiunga na Uhuru Kenyatta kuunda muungano wa Jubilee. Musalia Mdavadi, pia alijiondoa kwa Pentagon na kuwania urais kwa chama cha UDF kwa upande Hwarela, wa Raila aliunda muungano wa CORD pamoja na Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula kuelekea uchaguzini. Uchaguzi mkuu uliandaliwa mwaka wa 2013. Uhuru Kenyatta alimbwaga Raila Odinga katika kiti cha urais ambapo alipeleka kesi ya kupinga matokeo hayo katika mahakama kuu na mahakama kutetea ushindi wa Uhuru Kenyatta kama rais mteule. Raila alikuwa mpinzani na mkosoaji mkubwa zaidi wa serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Punde tu baada ya kuapishwa mwaka wa 2017 tena alijimwaya Debeni akiwa katika mrengo wa National Super Alliance NASA, na vinara wengine wakuu akiwemo Kalonzo Musyoka wa Wiper, Musalia Mudavadi wa ANC, Moses Wetangula wa Ford Kenya na Isaac Ruto wa CCM, waliingia debeni kumenyana na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, waliokuwa wakitetea muhula wao wa pili kwa chama cha Jubilee ambacho awali ulikuwa ni mrengo baada ya uchaguzi Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi, ambapo Raila alipeleka kesi mahakamani kupinga uchaguzi huo. Mahakama Kuu chini ya jaji mkuu kwa wakati huo David Maraga iliamua uchaguzi huo urudiwe ndani ya siku sitini kuwa haukuendeshwa kwa njia iliyokuwa ya haki. Hii ilikuwa mara ya kwanza Mahakama Kuu kutupilia mbali uchaguzi wa urais katika historia ya bara la Afrika. Raila alijiondoa katika kinyang'anyiro hicho baada ya mahakama kuu kuamuru uchaguzi urudiwe. Aliwarai wafuasi wake wasusie kupiga kura, ambapo idadi ndogo zaidi ya wapiga kura walijitokeza kushiriki katika uchaguzi huo, hasa katika ngome zake kubwa zaidi za kisiasa. Hii ilimpa Uhuru njia rais ya kupita kura na kuapishwa tena kama rais wa Kenya, licha ya kesi kupelekwa mahakamani tena na ushindi wa Uhuru kutobatilishwa. Raila alichukua jukumu la kujiapisha kama rais wa Kenya mnamo Januari tarehe 20 mwaka 2018. Hii ilipelekea runinga zilizopeperusha kuapishwa kwa Raila kufungwa na wale waliapisha Raila kukabiliwa na mkono wa chuma kutoka serikalini. Daktari Miguna Miguna, mmoja wao, alisafirishwa kwa nguvu hadi taifa la Kanada, huko baadhi serikalini wakitaja huo kama uhaini. Mbunge wa Ruaka Tom Kajwang pia alijipata pabaya punde tu baada ya kuapishwa kwa Raila. Muda usio mrefu, wengi hawakuamini baada ya Raila kuungana na serikali ya Uhuru Kenyatta kupitia muungano ulioitwa handshake. Huu muungano ulionekana kumsukuma kando aliyekuwa naibu rais William Ruto na kumlazimu kuanza kuchora ramani yake upya kuelekea uchaguzi mkuu Raila na Uhuru waliunda tume ya upatanishi ya BBI kuelekea uchaguzi mkuu, lakini kabla ya uchaguzi mkuu mahakama kuu iliamua kutupilia mbali BBI kuwa ilikuwa kinyume cha sheria. Mwaka wa 2022 kuelekea uchaguzi mkuu Raila aliunga muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance kwa pamoja na Uhuru Kenyatta, Kalonzo Musyoka na Martha Karua huku William Ruto akiunda mrengo wa Kenya Kwanza Alliance kwa pamoja na Rigathi Gashagwa, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. William Ruto alishinda uchaguzi huo baada ya kura mwaka 2022 na kushinda Raila Odinga. Raila na wandani wake walipeleka kesi mahakamani kupinga matokeo, lakini mahakama ikatetea uamuzi wa tume huru ya mipaka nchini IBC na William Ruto kuapishwa rasmi kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Mwaka wa 2024 baada ya wimbi zito la maandamano ya vijana wa Gen Z kote nchini Kenya, naibu rais Rigathi Gachagua aling'atuliwa mamlakani na wabunge kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi na ufisadi. Baadaye mwezi Machi tarehe 7 mwaka wa 2025, Raila Odinga na rais William Ruto walisaini mkataba wa kushirikiana katika uongozi wa taifa ambapo waliita Broad Based Government. Tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 ndiyo ilikuwa siku ya mwisho kwa maisha ya Raila Amolo Odinga. Alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Devamatha nchini India. Raila alifariki akiwa na umri wa miaka 80 na miaka 55 katika ulingo wa siasa. Mungu ailaze roho yake Raila Amolo Odinga, palipema palipo na wema. Hii ndiyo imekuwa Simulizi Teule ya leo kuhusu safari ya Raila Amolo Odinga ambaye aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya na kinara wa upinzani kwa muda mrefu zaidi hapa nchini Kenya. Kutane wakati mwingine ambapo nitakuwa nikikusimulia mengi zaidi hapa ndani ya Teule TV. Langu jina Mike Mwindo Singoro, kwa heri. Simulizi Teule na Mike Singoro hapa Teule TV, tumeteuliwa kwa ajili yako.